Elekee mkoani Pwani, ambapo naibu waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Selemani Jafo ameonya madaktari na wauguzi wa hospitali ya wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani kuacha mara moja tabia ya kuwanyanyasa wagonjwa wanaokwenda kutibiwa katika hospitali hiyo. Naibu waziri Jafo ametoa onyo hilo wakati wa hafla fupi ya kupokea mashuka mia tatu sabini na matano yaliyotolewa na mfuko wa pensheni wa LAPF na kuongeza kuwa vitendo vinavyofanywa na madaktari na wauguzi hao vinachochea wananchi kuchukia serikali yao. Mwandishi wetu Joseph Chewale kutoka Pwani ana ripoti zaidi. Hatua hiyo ya serikali imetokana na kubainika kuwa. Naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Selemani Jafo akiwasili katika hospitali ya wilaya Kisarawe mkoani Pwani kupokea msaada wa mashuka mia tatu sabini na tano yaliyotolewa na mfuko wa pensheni wa LOPF kwa ajili ya kupunguza tatizo la upungufu wa mashuka uliokuwa unaikabili hospitali hiyo kwa muda mrefu. Akizungumza mara baada ya kupokea msaada huo, naibu waziri Jafo amekemea tabia baadhi ya madaktari na wauguzi katika hospitali hiyo kuwanyanyasa wagonjwa, jambo ambalo ameliita kwamba ni hujuma dhidi ya serikali ili wananchi waichukie serikali yao. Hapa katikati ninapata taarifa sawa, wakati mwingine ninapata taarifa zisizokuwa nzuri, ninapata taarifa zisizokuwa nzuri na mimi nikiwa mwenye zamana sifurahiki na hiyo taarifa inawezekana, kuna wachache, sio wote, wanataka kufanya sabotage ma makusudi tu, ili mradi ionekane hospitali haifanyi vizuri. Nimepata hizo taarifa kutoka kwa wananchi kwamba wakati mwingine, na nikimuuliza DMO, anasema mambo mambo mazuri tu, lakini wananchi wanaipa taarifa nyingine zingine tofauti. Kwa hiyo inawezekana kuna kitu kinafanyika ndani ndani kwa ndani ko naomba, wachache kama wako, ndugu zangu, ambao wana nia kabisa kufanya sabotage, wananchi wasipate huduma vizuri, waache kufanya hivyo. Najua taarifa zote za wataalamu wote wangu, najua taarifa hata DM wengine wao huzijui, nasikwambii. Najua kuna watu hapo wanafanya makusudi tu ili mradi wananchi wapate hasira. Kando, nimezungumza na baadhi ya wagonjwa waliofika kutibiwa katika hospitali hiyo na kutaka kujua namna gani wanavyoona huduma zinazotolewa na hospitali hiyo. Kiufupi sasa hivi kidogo hospitali yetu kinajitahidi, maana nimekuja mi hapa asubuhi, nimefika dirishani, nimeandikiwa, nimeonana na dokta dokta, akanisikiliza kaniandikia, nimeenda maabara, nimepimwa, nime kaniandikia tena, nimeenda kwa dokta, na sasa hivi nipo hapa nachukua dawa. Awali akikabidhi msaada huo, meneja wa masoko wa mfuko wa pensheni wa LOPF James Mloe amesema wametoa msaada huo wenye thamani ya shilingi milioni nane ili kuunga mkono serikali ya awamu ya tano ambayo imeonyesha dhamira yake ya dhati ya kuboresha upatikanaji wa huduma za matibabu katika hospitali zote nchini. kesaidia eneo ambayo ni sehemu inayohusika hasa kwa sababu hapa anajua asilimia kubwa kwanza ni wadau wa LPF kwa hiyo ni muhakikishie mgeni rasmi kwamba hatutaishia hapa. Tunaomba tuendelee kukumbushana na kusukumana sukumana, kwa sababu kama nilivyozungumza, mambo yako mengi. Tutaendelea kulingana na nafasi ya mfuko kuweza kuwasaidia maeneo mengine, ili kuhakikisha hii hospitali baadaye inakuwa na miundombinu na mazingira ambayo ukija kutibiu unasema sasa kweli ilikuwa nimeenda hospitalini. Kwa ni upande wake, mganga mkuu wa wilaya ya Kisarawe Dr. Elizabeth Oming'o amesema licha ya kupatiwa msaada huo bado hospitali hiyo inakabiliwa na changamoto lukuki ikiwemo uchakavu wa majengo pamoja na vitanda vya kulazia wagonjwa. kutoka wilayani Kisarawe, mimi ni Joseph Chewale wa TBC.